Chaumma inaonekana kutajwa zaidi na mpaka dusi kulikuwa na speculation pia kwa zinaendelea kwamba hao mm. jamaa kwa sababu kwa sababu kila siku wanahama, jana wamehama wengine 80 huko Temeke, mimi nashangaa najaribu kujenga hoja ya mm -hmm. kwa nasema kwamba wapo mazu, kwenye mazungumzo na Chaumma mm. na katika hayo mazungumzo wale wanadimandi wapate na wenyewe, nina nafasi kama nne kama tatu hivi za juu mm. kwa hiyo ndio mpo kwenye mazungumzo kuona namna gani mnaweza mm. mka fix hilo, kwa sababu chama chochote kinahitaji wanachama, kinahitaji watu. Sasa ndio tukasema basi Unajua, mm -mm. na, na hizo vila, i, vila, vila, vila, ni hali ya hewa, hali ya hewa. Watu wanajadili huko, mimi umenifuata hapa, mimi ndio msemaji wa mwisho. mm -hmm. So, hawajaja. Sawa, hawajaja, labda ndo hivyo, bado wanachesi wanapita na hapa hajafika zami yetu sisi bado wakija no, hapa tutakwambia. Kwani kuna kitu gani cha kuficha? Tutakwambia bwana hani, kweli bwana, wamekuja jamaa zetu jana, tuakubaliana hivi na hivi, si basi wewe utakwenda, utaandika. Lakini sasa hivi chukua kwamba hawajaja. Huyu Hashim Rungwe huyu ndo anatuambia hiyo, ndio mimi hawajaja. Sasa ema hey, unakubali au unaona sio hivi? Sasa, lakini mimi ndio ninachojua hilo. Kumekuwa na wito wa wadau mbalimbali wa demokrasia kutaka vyama vya upinzani viungane na chaguzi. Unadhani kuna ugumu gani katika hilo? Kwanza kuna, kuna ule arrogance ya watu Sawa, maana hii ina utaratibu, sema sisi chama kikubwa sisi. Sasa kwanza hizo ndio ndio arrogance yenyewe hizo za vyama, na mimi mtajiona mkubwa vile vile, ndio maana tunashindwa twende tukazungumza na fulani fulani, si maana haifanyiki. Kila mtu ana kiburi chake, huyo anajidai mkubwa, ni mkubwa haw wanajtmawaona wadogo na wenyewe watafanya jeuri zaohvo ni jeuri tu za binadamu, jeuri tujeuri tu. Hakuna sababu, ziko sababu zingine za sheria na utaratibu vyama, lakini hiyo sio sababu. Watu wanaweza kushirikiana, watu wanaweza wakaelewana, lakini kila chama kinajita huko jani huku, wako watu wanasema hivo kwenye, si sindio? niijoni huku, sasa ndio anavyotaka yeye huyu na vyama vingine, akisema hivyo, si ndiyo? Eh, kime kimeka kimekaa tu kimya. Basi kama watakuja, waje. Kuna mtu atakataa wanachama? Nani hivi vyama ni, ni mali ya nani? Si mali ya wananchi? Hivi vyama hivi ni mali ya wananchi. Mtu anaweza kutoka CCM kule akaja huko akaingia huko akasimamisha kwenye uchaguzi bwana Lowassa eh, marehemu marehemu Lowassa. Si sawa tu, kwani kuna tatizo gani? Si Mtanzania? Mbona watu mnataka kujipa, kujipa mamlaka kwamba hivi chama changu chama, kwani vipi? Chama chama tu hicho, kwani vipi? Wamefanyaje? So wana hama ingia kwenye vyama vingine. So kama wanataka siasa sawa bwana, sisi la huyo eh, alitoka juzi, alipotoka juzi siku ile nini nini, wewe, akasema mimi narudi sasa Chadema, si ndio? Wote, wote tulisikia mi narudi. Kwani kuna mtu alimlazimisha? Ndio utaratibu, hivi vyama ni mali ya wananchi, na wakati wote wanaingia wanatoka, wanakwenda huku, wanarudi huku, hiyo ndio utaratibu. Sio kitu kipya sana, kwamba tukizungumza kama tumepata ishu ya ajabu; ni vitu vya kawaida r milango itafunguliwa tu, milango uko wazi hata sasa hivi kama watakuja na wakija na sharti la kupata nafasi za uongozi, tutajadiliana tutajadiliana, mimi tajadiliana na wakubwa wangu hapa wengine, tutaka tutazungumza ni mambo ya kawaida tu, binadamu wanazungumza, hakuna kitu cha ajabu hapo. Hmm. Hmm.